Uh, wachezaji wanaowania mchezaji bora ni Dickson Job wa Yanga, Faisal wa Azam, Jean Charles Ahoua wa Simba, Max Nzengeli wa Yanga na Pedo Pakomezuzwa wa Yanga Afrika. Kipa bora ni Jigi, uh, Diara, uh, Musa Kamara na Patrick Evans Muntali wa Mashujaa wanaowania tuzo hiyo. Kiungo bora ni Faisal Salum Abdallah wa Azam. Jean Chale Ahua wa Simba na Pedro Pakome Zuzwa wa Young Africans. Beki bora ni, uh, ni Anton Alban Trabitra wa Singida, lakini Dixon Nixon Job wa Yanga Lusajo, uh, Elukaga Mwaikenda Azam awu wanawania beki bora, wakati mchezaji chipukizi ni Anton Richard Mligo Bakari, msimu wa Coastal na Beno Alfani Ngasa wa Tanzania Prisons, hawa ndo wanania tuzo za mchezaji chipukizi. Nimekutajia sehemu tano tu kuhusiana na ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, achilia mbali tuzo za mashindano mengine. Ipi ina maswali mengi, nominees wapi? Unadhani kuna mtu kamis, ama kuna mtu ambaye kaongezeka usiku? Kwa mabeki una, una hoja yako hapa, eh? Beki bora anayewania ni bora Anton Alban Trabi wa Singida, Dickson Job wa Yanga, Lusajo Mwekenda wa Azam. Nani afai kuepo hapa? Shomali ayupo? Shomari Kapombe ayupo? mbe ndo beki <laughs> mchezaji bora <alewa> tuzo aliowania. <laughs> Tuzo unalikumbuka swali lako siku ile unaniuliza, hmm, hadi ndugu zako alinirukia sali kwa sababu mchezaji bora huko, so ligi yetu nilikuuliza Aa, Kapombe kutajwa kuwania tuzo mchezaji bora, ukasema wa Afrika, maana yake ndo mchezaji bora Tanzania. Mediali alisema kasema hapana, Afrika Afrika, bongo bongo bongo, na hayupo kabisa bongo. Sasa hata wale walionisema sana wamepata jibu langu sasa, leo yani kwamba yule, nikasema yule kafanya vizuri kimataifa, kimataifa sio ligi, sio msimu mzima, mashindano yote eh wa ligi okay. sasa ndio kwa sababu ulimleta ndani sasa, sasa umeona kwenye mabeki bora tu hayupo wanaowania, wanaowania hayupo. Alafu lile swali ulitaka mimi niseme vile kweli kwa hiyo yule alifariki kibora hapa, ambako umetilia mashaka mm. Unaona nafasi ya Abdurazak Hamza uh, kuwepo hata kwenye ushindani tu, angewekwa, ama ni sahihi kutokuwepo kwa Abdurazak Hamza? Uh, kwa msimu uliopita Abdurazak ni kwangu alikuwa ni beki ambaye eh, sio kuwepo tu, yani ilitakiwa ashindanie ya tuzo mm. eh, unajua sasa, hapa kuna kitu watu wanamchukulia amza huyu aliomaliza yani wa msimu huu alianza na wakati mwishoni pale alivyopata yale majera ndio, lakini amza ukiangalia kwenye mwendelezo wa kiwango kwa mabeki wote wa Simba, amza ndio alikuwa bora bora. Yani amza alikuwa yeye ndo anabadilika, anacheza na Chemalo. Amza alipata mwingine mwishoni, yani amza alianza na chemaloni mwishoni Chemaloni, chemaloni alivyokuwa maboko maboko, baadaye akabadilika alivyokuja, pia naye aliumia akaja kucheza na chamuu kalabwa mm. Na katika hizo clean sheet nyingi ambazo simba walizipata, uh, maanake Simba ndio na clean sheet nyingi, si ndio? kwa pinpin kama ndio, maanake walinzi wake walikuwa walikuwa hawa akina Hamza ndio, na mlinzi ambaye amecheza mechi nyingi ni yeye Abdulazaki zake ambaye ndio alikuwa na dabu mara na chamuu mara na, chamu, na chemaloni. Sasa kama golikipa amepata clean sheet nyingi, maanake ukuta wake ulikuwa uko bora, ulikuwa unamlinda, ambaye kiongozi alikuwa ni yeye Abdulazak Hamza. kwa hiyo mm-hmm. Sasa kuna visinario fulani watu wanaweza wakavichukua, sijui mara mechi zile anazokuwa inasemekana sijui anaumia mechi kubwa na nini, watu watachukua hivyo hivyo vikasoro kasoro, ndo ataviunga, ila hata kama alikuwa asipewe yeye beki bora, basi kwenye kinyang'anyiro alikopo awepo kwa ah, performance okay, yake ya, ya msimu uliopita. mm -hmm. Naelewa vizuri. Ndio hiyo mantiki yangu mimi, yani Abdulazaki kuto kuwepo kabisa ndio hiyo sikubaliani naye. mm -hmm. E, yani, basi asishinde ila awepo kwenye hii tatu bora okay. Eh, hapo angeridhika, eh, okay. Kwa, unajua kuna, unajua, kuna vile sikajivunja s mm -hmm. Kumbuka vizuri mechi za Simba sasa sasa za mwanzo zile, mm -hmm. performance yake ilivyokuwa alikuwa huyu mtu ana, ana, ana, anazuia na anafunga. Hmm. Naelewana e, kwa hiyo mimi kwangu sijakubali hilo swala, japokuwa walikuwepo pia, naheshimu uwezo wao, lakini Abdurazaki Hamza mimi alitakiwa awepo, kwa sababu ukiangalia hiyo hiyo hapo kuna nani Bikisi ndio E, na, kuna, kuna Anthony Trabitra Trabi, Dickson Trabi, Jobu na Lusaji eh, bado Trabi mi kwangu ni yani hakutakiwa ya kuwa mbele ya, ya Hamza kwa sababu ukiangalia unaonekana kabisa tuzo ya Jobu mm, yaani uki, ukiangalia yani Jobu ana mshindani, e, yani kama angetoka hata Trabi alafu akaingia Hamza kidogo watu wangeanza kufikiri, maana hata tafsiri kwa yako nataka niambia hata Jobu asingekuwepo Hamza akashindana na awa Jobu, alikuwa na waburuza wote, Anton na Lusaji Mwaikenda. Yaani, angekuepo, angekuepo Lusaji Mwaikenda na Hamza ha, na Trabi alafu Jobu asiwepo, huo mfano, ila Jobu lazima awepo S mfano. Sa Jobu asiwepo kama mfano hey, angewabuluza Hamza. Kocha chaguo la pili la mchezaji beki bora ni Hamza baada ya Jobu e, yani Jobu Hamza kwenye msimu ulopita ah, a okay. Watu wamefanya sana kasi Sawa sasa, kuelekea mechi hizo za kimataifa ambazo nilikugusia hapo awali, mwenzetu Rashid Abasi Rato kule jijini Mwanza amepata nafasi ya kuzungumza na wadau wa michezo wa maoni yao kuelekea mchezo ama michezo hii ya kimataifa na nini ambacho wakazi wa Mwanza, wadau wa mpira wa pale Mwanza, wanakiona kwa timu zetu ambazo zinashiriki kimataifa, safari hii sasa, Rashid Abbas Rato alipata nafasi ya kuzungumza na wadau mbalimbali kuhusiana na hilo kuelekea michezo ya kwanza ya kimataifa kwa timu za Tanzania hatua ya makundi na uh, ametembelea uwanja wa Nyamagana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Kabumbu jijini humo, akianza na katibu wachama, champiro, wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mwanza MZFA, kitu jezi na logo ya zamani ya CAF mm. yupi yupo sahihi na ni kwa nini yupo sahihi? Wote wapo sahihi ah, wanatuchanganya moja ya zamani moja mpya e, wote wapo sahihi kwa nini? Kwa upande wao, kwa sababu ni kweli, kafu tarehe tatu mwezi huu wa kumi na moja walitoa taarifa kwamba kuelekea mashindano haya yanayoanza uh, msimu huu ya kuanzia hapa kwenye group stage, ndio uh, kafu watatumia logo nyingine, sio ile ya zamani sasa kwa walichokifanya Simba wao tayari nafikiri walishaona logo mpya ambayo itakayotumika mm. na leo huu msimu huu uh, na tumeona hata kwenye mechi ya leo ilikuwa kwenye vitu vingi, tunaonekana ile kama ina weusi fulani ile, tofauti na ile ilikuwa kijani kama na njano, na njano na unaikumbuka mm. Uh, na ukiangalia ile mabango nini ni logo ile, ile ambayo Simba wameiweka wame mm. umeelewa. Uh, Yanga Afrika wao wameweka logo ile ile ya zamani kwenye jezi zao sasa mm. Kwa nini nimesema wote wapo wapo sawa? Kwa sababu kiukweli kabisa mimi baada ya kufuatilia eh, nimegundua kwamba CAF bado hawajatoa hizo logo mpya kwa vilabu. Ndio. Na ndio maana hata leo tumeona kuna timu zimecheza bila logo kwa sababu mm. Kama ingekuwa wametoa tu, wasingecheza watu bila logo na nimefanya tafiti kuwauliza baadhi ya watu wa Azam na Wasingida, wote hawajapata hiyo logo mm. Na mtu atakayesema kwamba kwa sababu mimi sinikwasifikirii hata Yanga kama wao kama logo labda zimetoka, alafu Simba waipate Ndiyo. alafu Yanga wasiipate mm. kwa nini ni, e, unajua tunavyozungumza Yanga Afrika inaongozwa na e, Injinia Helis ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu Afrika vizuri hivi vilabu vyote vi yule ndo mwenyekiti wao. Ndo nikanajiuliza mwenyekiti afahamu kama hee, kuna logo mpya na Helisi ni mjumbe wa kamati ya mashindano. Sasa kwa nini hafahamu kama kuna logo mpya, hee, mnolela? Ndio maana sasa nikakwambia logo mpya bado vilabu ina, hawajapata. Simba wameitoa wapi? Uh, he, sasa ile logo ukiitazama ya Simba uh, unaona kabisa inaendana na ile logo ambayo kafu ipo kwenye mabango na nini na nini. Lakini hmm. Uh, sasa hapa kwa sababu u, u, yani ni kitu ambacho akiingia kilini kama kafu atakuwa wamewapa vilabu logo e, ukiona uh, Hilali na msaaji leo wamecheza bila logo mapema tu, alafu pia hawa mpaka leo watu wanacheza logo mpya hawana halafu, Simba wametoa jezi jana zenye logo zenye logo. Maana yake kama Simba wametoa jezi jana zenye logo, maana yake hizi jezi hazijatengenezwa jana, ujua Mm -hmm. Zimetengenezwa hapa mda mda mnyuma kabla ya jana kabla ya jana. Sasa kama labda ingekuwa logo kafu wameshaisubmit kwa Simba wamewapa, yani kipindi chote hiki vilabu vingine wasiwape logo, labda wazito kufungua email, Simba wepesi kufungua ah. email. so, so, so. Simba wanasema wao logo wametumiwa kwenye email ndo nakwambiaje, lakini vilabu vingine wanasema email hawajaona wameona Simba tu uh -huh. Sasa huyo hata huyo inaingia kilini kwamba Simba tu ndo wame, wametumiwa kwa unataka kuniambia Simba walikuwa na haraka waka download tu ah. Sasa sijajua, tandao, sijajua wao sasa wameipata wapi na kwanini ni, na hata katika kauli yangu nimesema wote wapo sahihi kwa sababu jezi ambazo wametengeneza Simba mm -hmm. na jezi ambazo wametengeneza Yanga zile ni jezi za biashara ambazo ziko sokoni, sasa ambazo hivi. ziko sokoni, sio kwamba wachezaji ndio watavaa hizo, sio ni lazima wachezaji wavae zile mm -hmm. Maelewa, yani zile ni jezi ambazo ziko sokoni kwa hiyo Simba wanaweza wakatoa jezi zile zikafanywa biashara na kwenye mechi Let's say, labda mechi yao kesho kutwa ukaona wameingia kucheza bila bila logo, bila logo. Tutawauliza. Eh, mlituonyesha logo kwenye, uh, kwenye jezi za biashara sokoni huko eh, nyinyi mbona uwanjani hamna logo hamna logo? Au kesho tutawaona Yanga wameweka logo ya zamani, kesho wanaingia kucheza bila logo? Sasa taarifa ulizonazo hadi leo, Yanga wenyewe wameshapata logo mpya bado bado mpaka leo taarifa nilikwambia hawana logo mpya na, na kesho watacheza bila logo uhe. Na sasa kingine kwenye hili hili nilivyofukua fukua fukua. Uh, kulikuwa kuna swali, kuna mtu aliniuliza kwamba kwa nini mnolela Yanga wanachezea jezi zile zile za mzamini wao ambye spoti pesa mm, umeelewa vizuri? Hawajatafuta mzamini mwingine mbele kama zamani. Sasa taarifa ni kwamba sasa fikiria ndo ujue kwa nini hawa wamepata taliona logo ku hakuna fu hawa na taarifa hii hawa wana mm. Uh, yang Africa oh, wanajua kwamba sasa hivi eh, sheria imebadilika, kanuni zimebadilika za kafu. Umeelewa, zamani ilikuwa uwezi kuchezea, yani kuwa na mdhamini wa kampuni ya beti yoyote, kwa sababu mdhamini pia wa mashindano haya alikuwa ni betting company. Betting company. lakini vilabu vilikaa chini vikaona, si sawa, tunamnyima mnyima maileji mtu ambaye anatupa ila nyingi anatuzamini nini, vikalalamika. Kwa hiyo katika kukaa chini ikapitishwa hiyo kanuni ya watu wamvae mzamini mm. umeelewa vizuri sasa, na angalia hapo sasa ndio ujue, kama kama wewe nakuwa mbele ya muda, kwa nini kitu hiki usijue? Yanga wao umeona wanaenda na mdhamini wao Sportpesa. Yaani Yanga taarifa za mdhamini wa kampuni ya Kubeti wanazo kwamba wana ruhusa kutumia, wanazo kama kuna ruhusa ya kutumia. Simba hawana. Wenyewe upande wa pili umeona katoka wamemtoa mdhamini wao kampuni ya Kubeti wamemweka kinywaji na taarifa. Sasa baada za kufanya udukuzi wangu hmm. baada ya kunipa ile kazi kwamba imefatilianai, inawezekana ni mikataba yao kwamba mnyama akujua mnyama hakujua kama kampuni ya Kubeti, sasa hivi sasa hivi unaruhusiwa kuitumia inaruhusiwa kwa sababu inasemekana kwamba mnyama mzito sana kuhudhuria vikao vikao, ah, umeelewa vizuri. Kwa hiyo mnyama hakujua sasa taarifa zilizokuwa nazo kwamba mnyama baada ya kujua, alafu mdhamini mkuu yule alivyojua, sasa yeye baada ya kuona Yanga imekuwaje kufuatilia kwamba bwana, msimu inawezekana msimu inaruhusiwa wewe kuenda, ndio bwana, kurudi bwana mimi sasa inakuwaje? Hapa mimi nataka niende, kumbe naruhusiwa, ndo mm. mnyama kupeleka tena mapendekezo uh, kwa wahusika wa akaambiwa mm. bwana sikiliza